Msimamo huo wa serikali umetolewa leo mkoani hapa na mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa na mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Paulo Chacha katika mkutano mkuu wa walimu wakuu wa shule za msingi wa mkoa huu. kati ya mahala ambapo mpo salama ni hapa Wala usiji ukakaa ukawaza kwamba kuna mtu atakuja kukuvamia wewe, akuchomee nyumba yako, achome duka lako, achome sheri yako nimepewa kazi ya kuwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa huu wa Tabora. Jukumu la kulinda mkoa huu sijashindwa. Kwa mtu asiseme kama tarehe tisa Desemba itakuwa hivi basi tarehe ishirini na tano, na hakuna atakayezuiliwa kutembea, hakuna atakayezuiliwa kwenda baa. hakuna kituo cha mafuta kitafungwa wala benki kufungwa. Aidha, kuhusu muktadha wa mkutano huo uliolenga kufanya tathmini ya kitaaluma ya mkoa kwa mwaka na 2025 na kupanga mikakati ya uelekeo wa elimu kwa mwaka 2026, afisa elimu mkoa wa Tabora Mwalimu Upendo Reye Mamu ametanabaisha mafanikio ya elimu kwa shule za msingi huku katibu tawala wa mkoa Daktari Johni Mboya akitoa kauli ya serikali. Tayari tulikuwa na matokeo yetu mkononi ya darasa la saba waliofanya mtihani Septemba ambayo yametoka, walikuwa elfu arobaini na nne na mia tatu sabini watainia waliofaulu kwa maana ya daraja la kwanza hadi la kwa maana ya hey, A daraja A hey, mpaka daraja C ni elfu thelathini na tano na mia tisa sitini na tano sawa na asilimia themanini na moja nukta moja mkutamoja. Kwa mara ya kwanza mkoa wa Tabora tumeikuta asilimia themanini na moja. Lazima kupambana huku, waekufa na kupona, wewe pamoja na uongozi wa shule, wewe pamoja na bodi ya shule na viongozi wengine wanaohusika ili tuweze kupandisha ufaulu. Kwa upande wao, walimu walioshiriki mkutano huo wameeleza faraja yao baada ya kuhakikishiwa usalama. Na mkuu wa mkoa ametuhakikishia ulinzi na usalama uko vizuri, sisi hatuwezi kumpinga, tunapiga kazi kama ambavyo kiongozi wetu amesema, kwa sababu tuna imani naye. Kutoka hapa mkoani Tabora, Apollo Benjamin, ITV.